Hata kikao kimoja tume imewaita kuwasikiliza, tunamlaumu nani? Yani tume inasikia watu wanalalamika, hoja ambazo zinaweza zikafanywa kazi na tume bila hata kuhusisha watu wengine, hawam, hawana hiyo nafasi. Katika kongamano lililokuwa limeandaliwa na chama cha wanasheria nchini Tanzania TLS, Tanganyika Law Society, jijini Dar es Salaam hapo jana Mei 3, 2025 Kuelekea uchaguzi mkuu 2025 na unaotarajiwa kufanyika hapo mwezi Oktoba mwaka huu, baadhi ya wadau mbalimbali wametoa maoni yao katika kongamano hilo wakiwemo Askofu Mwamakula, Profesa Lipumba na wengineo. Tafadhali ungana nasi hapa Nyikani TV kuwasikiliza walichokuwa wamekisema hapo jana katika kongamano hilo lililokuwa limeandaliwa na TLS jijini Dar es Salaam. Karibu. Viongozi wa dini ndiyo sauti pekee ya dhamiri katika taifa ambayo ina maadili na mamlaka ya kuonya na kukemea. Katika kipindi hiki cha mwezi mmoja uliopita, viongozi wa dini, mi niongee kwa upande wa kanisa, maaskofu kwa umoja wao wametoa kauli kukemea haya mnaoyasema, lakini kilichotokea baada ya kanisa kutoa kauli za kukemea na kuonya na kushauri katika mazingira kama haya, Padri Kitima ameshambuliwa, watu wanataka kutoa roho pale. Na katika mazingira kama haya anakuja kutokea kiongozi wa, wa, wa polisi anaongea kejeli kwamba alikuwa anakunywa. Hatujakaa sawa sawa, kijana mdude kule amepigwa na nyundo, na yeye hatujui hali yake ikoje. Katika mazingira ya namna hii tunaona wazi kabisa kwamba pale tunaposema kwamba tuchie tukafika tumekwisha kufika hadi sasa, kuna disappearance ndani ya miaka mwaka mmoja ya watu pamoja na mauaji kumi katika nchi hii. Sasa katika mazingira namna hii, huko tunakokwenda, leo hii nimefungua tu simu kidogo, familia wananitafuta, wanafikiria pengine ni zamu yako na wewe sasa. Tunalazimishwa viongozi wa dini sasa tuanze kulindwa na kutetea na waumini. Sasa kama kiongozi wa dini analindwa na kutetea na waumini, maana yake waumini anaenda kugawanyika ndani ya hiyo taasisi, kwa sababu miongoni mwao wako ambao watakuwa namlinda huyo na wengine analinda chama chao au taasisi yao. Ninachotaka kusema tumefika mahali ambapo hatuwezi sasa kuongea petipeti issue. Ni vizuri tukaiambia taifa letu kama viongozi wa dini, tukutane tuongee na rais, atakuwa ananisikiliza tu. Tukutane viongozi wa dini na vyama vya siasa na watu wengine, tujadili hali hii. Hatutaenda tena kuzika hawa sasa. Sasa mapadri walikuwa nazika waumini waliokuwa wanapigwa na uwao katika uchaguzi serikali za mitaa, lakini sasa hivi naonekana tutaenda kuzika maaskofu na mashehe katika hali kama hii. Kwa hiyo wito wangu mimi sasa hivi ni kwamba tusijadili tena, nchi iko katika hali mbaya sana, tuite tuongee na anakemea hii hali ya kutisha viongozi wa dini, ya kushambulia maaskofu na wachungaji, na ikemea hii hali ikome mara moja. huo ndio wito wangu. Asante wasimamizi we, eh, mawakala wetu bado hawajaruhusiwa kuingia, ilikuwa kama saa nne na na askari. Ukiwa mgombe wa rais unapewa askari, kaenda kupiga kura nakuta, eh, tayari box limeshajaa kura, yaani hiyo sio ni ushahidi? Mimi mwenyewe naona pale, na katika niliopewa mimi, ile ilikuwa pia na namba ya eh, yani ile namba ya nani ya kura yangu kadi yangu ya kura yangu, eh, kaiandika kwenye karatasi nayopigia kura, msimamizi wa uchaguzi katika kile kituo hicho. Na tulipokuwa na tunajadili masuala haya, nalalamika kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anatikisa kichwa, anasema hilo linavunja sheria, hilo si, ni kinyume cha sheria. Nasema hilo limetokea, mimi mwenyewe ni shahidi. Kwa hiyo tuna matatizo ambayo ni mazito, lakini pia ukimwona hata Jaji Warioba anaanza kukata tamaa kidogo, ujue tumefika mahala pagumu. Si mtu mwepesi e, wa kukata tamaa katika hali, lakini ndo tuko hapa na mambo mengi ambayo yamezungumzwa kwamba mengi, mengi yanaweza yakarekebishwa kiutendaji kiutaratibu. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa sisi wadau wote, vyama vya siasa, eh, viongozi wa dini, TLS eh, vyama visivyokuwa vya kiserikali, kuweza kukutana na mamlaka husika na hususan Rais kwa sababu rais ndio mwenye dhamana ndio mwenye dhamana ya mambo gani ambayo yanaweza yakarekebishika hivi sasa kabla ya uchaguzi mkuu, kusudi watu waweze kuwa na imani kwamba alau unaweza kuwa uchaguzi kama wa elfu mbili na kumi na tano, alau tuweze kurudi kwenye standadi hiyo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, tukiingia kwenye vurugu hamna mtu ambaye anayeweza kutabidi hali itakuwaje. Na mkiingia kwenye vurugu, wako wengine wanadhani kwamba basi ngojea make. Mimi yote haya, tumeingia kwenye mapambano, tumepigwa, tumewekwa ndani, tumevunjwa mikono, tumeibiwa saa na polisi, yote haya yametokea, lakini bado tuko hapa. Kwa hiyo, mkiingia kwenye vurugu, mnaweza mkaingia kwenye vurugu mkabakia kwenye vurugu. Kwa hiyo ni muhimu sana pamoja na matatizo mazito, na nimekusikia kiongozi wa dini, kiongozi wa imani, pamoja na matatizo mazito ambayo tulionayo, lazima katika kipindi hiki ndio tufanye kazi ya ziada ya kuweza kutafuta njia ya mwafaka ya kuwa pamoja. Na swala kama hili la la kutia saini kanuni, hauwezi ukasema tu kwamba tarehe moja tu ndiyo ya kutia saini kanuni Usi ukikosa kutia saini wakati wote wa ukiwa tayari kutia saini kanuni hizo, au mjadiliana mikubaliana, wewe tena huna fursa ya kutia saini kanuni hizo. Unapeleka picha gani eh, kwa wapiga wapigakura unapeleka eh, picha gani eh, kwa jamii kwa ujumla? Lakini ndugu zangu, pamoja na matatizo haya, na ndio maana natoa wito, haya mapendekezo ambayo yametolewa, mambo gani yanaweza yakarekebishika, mambo gani ya, ya, ya kisheria yaweze kufanyiwa kazi yaweze kuandikwa vizuri na tutafute namna gani ya kuweza kukutana kama wadau na watu wenye mamlaka, ili tuweze kutafuta njia. Tusikate tamaa, tuko mahala pabaya, tukikata tamaa tutaingia kwenye matatizo makubwa. Asante.